Karibu katika sehemu ya pili. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati Baraka anambeba Saladini baada ya kushindwa kutembea. Sasa unajua ni nini kilitokea baadaye? Umemwacha aishi wakati unayo nafasi ya kumwangamiza. Sasa kabla sijaanza sehemu ya pili, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze Saladini aliinua mkono wake na kuelekeza kwenye shingo ya Baraka. Baraka hakuhisi hatari yoyote, alikuwa akitembea kwa ujasiri, akiamini amemwokoa malaika. Saladini alikunja vidole vyake, akijiandaa kufanya kitendo chake cha kwanza cha kinyama, lakini joto la mwili wa Baraka na harufu yake ya asili ya karafuu na chumvi ilimlegeza. Hakuweza, alishusha mkono wake taratibu. Nitafanya kesho, alijipa moyo. Leo nimechoka sana Walifika kwenye kibanda kidogo cha makuti kilichopo kando ya kijiji cha wavuvi. Ndani kulikuwa na mwanga hafifu wa kibatari. Baraka alimkalisha Saladini kwenye mkeka na kumpa maji ya kunywa na samaki wa kuchoma. Saladini alipoona samaki yule wa kuchoma alihisi kichefuchefu. Hawa walikuwa ndugu zake baharini, na sasa ilibidi awale ili aishi kama binadamu. Kwa shingo upande alikula ili apate nguvu. Usijali, mimi nitalala hapa chini, wewe lala kitandani hapo. Usiku uliingia. Baraka alimwachia Saladini kitanda chake na yeye akalala chini kwenye mkeka. Usiku wa manane, Saladini alishindwa kulala, miguu yake ilimuuma, lakini kilichomuuma zaidi ni dhamiri yake. Gafla kivuli cheusi kilitokea kwenye kona ya chumba, moshi mweusi ulijikusanya na kutengeneza sura ya kutisha ya Nkunda, ingawa Baraka aliyekuwa amelala hakuweza kuiona. Umemwacha aishi wakati unayo nafasi ya kumwangamiza! Umemwacha aishi! Mkunda aliunguruma pasipo kutoa sauti, bali maneno yake yalipenya moja kwa moja kwenye ubongo wa Saladini. Wiki imeanza, Saladini, umebakiza siku sita na nusu. Usipomtoa huyu kijana sadaka, nitachukua miguu yako na kukurudisha kuzimu ukiwa kipofu na bubu. Siwezi kumuua yeye, Saladini alijibu kimoyomoyo, machozi yakimtoka. Amenisaidia, ameniokoa Msaada wa binadamu ni udhaifu, Mkunda alifoka. Basi kama unampenda huyu, toka nje, nenda kijijini kule. Kuna walevi, kuna wezi, kuna watu wengi, niletee damu kabla jua la kesho halijazama, au utajuta kuzaliwa. Kivuli kilipotea. Saladini alihema kwa hofu, alimwangalia Baraka aliyekuwa amelala kwa amani, kifua chake kikipanda na kushuka. Alijua hawezi kumuua Baraka, angalau si kwa sasa moyo wake ulikuwa umeanza kumpenda kijana huyu mwema, lakini deni la Nkunda lilipaswa kulipwa. Saladini alisimama taratibu, akijitahidi kuzuia maumivu ya miguu yake. Alichukua kisu kidogo cha kukatia samaki ambacho Baraka alikiacha mezani. Alifungua mlango wa kibanda kimya kimya na kutoka nje kwenye giza la usiku. Upepo wa usiku ulimpapasa. Alisikia sauti za mbali, muziki na vicheko kutoka kwenye baa ya kienyeji iliyokuwa mita chache kutoka ufukweni. Macho ya Saladini yalibadilika. Yale macho mazuri ya kibinadamu yalipotea kwa sekunde moja na kuwa na mboni nyembamba kama za nyoka zikang'aa gizani. Mawindo yalikuwa yameanza. Alitembea kwa kuvuta mguu kuelekea kule kwenye kelele. Alimkuta mwanaume mmoja mlevi akiwa ameegemea mti akiimba nyimbo za ovyo na chupa mkononi. Mwanaume huyo alipomwona Saladini akitokea gizani, alinyamaza na kutoa tabasamu la kijinga. Wewe mrembo, unatafuta nini usiku Nisaidie kaka. Nimepotea njia. Mlevi yule alipayuka huku akimkonyeza. Unatafuta nini usiku huu? Njoo nikusindikize. Saladini alitabasamu, tabasamu la baridi lililoficha nia yake ovu. Alisogea karibu akijifanya anahitaji msaada. Nimepotea, Saladini alinongona. Unaweza kunionyesha njia ya baharini? Mlevi yule alicheka na kumshika mkono. Baharini? Twende, nitakupeleka popote. Mbona unanikimbia? Njoo hapa, bwana wewe. Ni wangu usiku wa leo. Walipofika sehemu yenye giza totoro, mbali na macho ya watu, Saladini alisimama. Mlevi yule alijaribu kumkumbatia, lakini Saladini alikuwa na nguvu ambazo binadamu wa kawaida hana. Kwa kasi ya umeme alimsukuma yule mlevi, akaanguka chini. Kabla mlevi hajapiga kelele, Saladini alimkumbuka Nkunda. Alikumbuka mkia wake uliopotea, alikumbuka maumivu ya miguu yake. Hasira ilimpanda. Samahani, Saladini alisema huku akiinua kile kisu, lakini nahitaji miguu yangu kuliko unavyohitaji uhai wako. Giza lilimeza sauti zote. Dakika chache baadaye, Saladini alikuwa akirudi kwenye kibanda cha Baraka, mikono yake ikiwa imesafishwa vizuri kwa maji ya bahari lakini nafsi yake ikiwa na doa jeusi lisilofutika. Alipoingia ndani na kulala tena kwenye kitanda cha Baraka, alihisi mwili wake ukipata nguvu mpya. Maumivu ya miguu yalianza kupungua. Mkunda amepata sadaka ya kwanza. Bado watatu wiki hii. Asubuhi ilipofika, Baraka aliamka na kumkuta Saladini akiwa tayari ameamka, akiandaa chai. Baraka alishangaa. Saladini, mbona umeamka mapema? Na mbona unaonekana mwenye nguvu leo? Jana hukuweza hata kusimama. Saladini aligeuka na kumpa tabasamu lenye siri nzito ndani yake. Nimepona haraka Baraka, bahari ina siri nyingi na tiba nyingi. Baraka alifurahi asijue kuwa mwanamke aliyeko mbele yake usiku uliopita alikuwa ameanza safari ya kuwa mwindaji hatari zaidi kuwahi kutokea pwani hiyo. Siku iliyofuata kijiji cha wavuvi cha Mji Mwema kiliamka na hali ya taharuki. Saadini akiwa amevalia kanga mpya na nzuri aliyonunuliwa na Baraka alijihisi kama malkia kwa mara ya kwanza. Alitembea katikati ya watu wengi sokoni, akishangaa rangi za matunda, harufu ya viungo na sauti za watoto wakicheza. Kila kitu kilikuwa kipya na cha kuvutia. Baraka alimshika mkono kwa fahari, akimtambulisha kwa majirani kama mgeni wake maalum aliyenusurika baharini. Lakini furaha hiyo ilikatishwa ghafla saa nne asubuhi. Kelele zilisikika kutokea ufukweni. Mwili. Kuna mwili umeokotwa huku. Njooni jamani. Baraka alishtuka. Nini kimetokea? Twende tukaone, Saladini alisema, ingawa moyo wake ulikuwa ukidunda kwa hofu. Alijua nini kipo huko, lakini alihitaji kujifanya hajui ili asitie shaka. Walipofika ufukweni, umati ulikuwa umezunguka kitu. Baraka alichenga watu na kufika mbele, huku Saladini akiwa nyuma yake. Chini ulikuwa mwili wa yule mlevi wa usiku uliopita ukiwa umeparara na kubadilika rangi kwa maji ya chumvi. Wanakijiji walikuwa wananongona kwa hofu. Amekufa maji? Mmoja aliuliza. Hapana, alijibu mvuvi mwingine mkongwe. Mwangalie ni shingoni. Hiyo si alama ya kugonga mwamba. Hiyo ni... Mvuvi huyo hakumaliza sentensi yake. Ghafla, umati ulipisha njia kumpisha mzee mmoja mfupi mwenye ndevu nyeupe na fimbo ya mti mweusi. Huyu alikuwa mzee Kombo, mganga na mtabiri wa kijiji ambaye aliheshimika kwa kuongea na mizimu ya bahari. Mzee Kombo aliuinamia mwili ule. Macho yake madogo yalikagua jeraha la shingoni. Kisha alinyanyua kichwa na kunusa hewa. Alinusa tena. Macho yake yakatua moja kwa moja kwa Saladini aliyekuwa amejificha nyuma ya bega la Baraka. Saladini alihisi baridi kali ikipita kwenye uti wa mgongo. Je, ameniwa? Alijiuliza. Je, ananusa damu ya mlevi huyu mikononi mwangu? Hii si kazi ya papa, mzee Kombo alitamka kwa sauti nzito iliyofanya watu wanyamaze. Wala si kazi ya binadamu wa kawaida. Jeraha hili lina harufu ya Kuzimu. Kuna kitu kimepanda kutoka kwenye kina cha giza, kitu ambacho kina njaa. Wanakijiji walitazamana kwa hofu. Baraka alimkumbatia Saladini kumlinda, akidhani Saladini anaogopa maiti. Usiogope Saladini, Baraka alinong'ona. Mzee Kombo ana maneno mengi ya vitisho, lakini nitakulinda. Saladini hakumjibu. Alijua Mzee Kombo hasemi uongo. Jioni hiyo hali ya hewa ilibadilika. Mawingu meusi yalitanda angani na bahari ilichafuka. Saladini alikaa nje ya kibanda cha Baraka akiangalia mawimbi. Moyo wake haukuwa na amani. Sauti ya Nkunda ilirudi tena kichwani mwake, nzito kuliko jana. Bado watatu, Saladini, na muda unayoyoma. Usipolipa deni, miguu hiyo itaanza kuoza ukiwa bado unatembea. Saladini aliangalia miguu yake kwa mbali, aliona kovu dogo jipya likianza kutokea kwenye kifundo cha mguu. Hapana, aliwaza, isianze sasa hivi. Alimhitaji mtu mwingine haraka. Unawaza nini? Sauti ya kike ilimstua. Saladini aligeuka na kumwona msichana mmoja mrembo, mwenye macho ya wivu na dharau, amesimama mbele yake. Huyu alikuwa Zuena, msichana ambaye kwa muda mrefu alikuwa akimpenda Baraka, lakini Baraka hakuwa na hisia naye. Kuona Baraka akiwa na mgeni huyu mrembo kulimfanya Zuena aumie. Naitwa Zuena, msichana huyo alisema kwa ukali. Sijui umetoka wapi, wewe jini la baharini, lakini usidhani utamchukua Baraka kirahisi. Hujui chochote kuhusu maisha ya hapa. Saladini alimtazama Zuena. Hasira ya Zuena ilikuwa wazi, lakini Saladini hakuona tishio, aliona fursa. Zuena alikuwa mpweke, Zuena alikuwa nawivu na wivu, na muhimu zaidi, Zuena alikuwa amemfuata mpaka hapa, sehemu ambao Baraka hakuwepo kwa muda huo, kwani alienda kuuza samaki. Sikutaka kumchukua Baraka, Saladini alisema kwa upole wa uongo, akisimama na kusogea karibu na Zuena. Mimi ni mgeni tu, nimepotea labda unaweza kunisaidia. Nahitaji kwenda kisimani kuchota maji. Shoga yangu, naomba unisindikize kisimani, lakini nimechanganya njia. Baraka amechelewa kurudi. Zuena aliguna. kisimani ni mbali kule bondeni kwenye mikorosho, huwezi kwenda peke yako giza hili. Nisindikize basi, Saladini aliomba, macho yake yakinga gizani kwa sekunde moja